Maneno machache sana lakini ishu ya msingi hapa ni kumkabidhi hati mshindi na anafanya hivyo eh, kwa mujibu wa sheria. Tume Huru ya Uchaguzi imenipa mamlaka haya chini ya kifungu cha sita kifungu kidogo cha pili na cha tatu cha Sheria ya Uchaguzi wa Rais wa Bunge na Madiwani eh, ya namba moja mwaka 2024 lakini kikisoma sasa pamoja na kifungu pamoja na, uh, na kanuni ya saba ya kanuni za uchaguzi rais wa uh, bunge na madiwani za mwaka 2025 na, na kwa maana hiyo sasa nitaisoma kidogo hati yetu ili mjue ina maneno gani na inamtaja nani, naweza mkahisi ni huyu hapa kumbe sio yeye. Sasa uh, niruhusu niende moja kwa moja muungano wa Tanzania Tume Huru ya Uchaguzi, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Hati ya kuchaguliwa kuwa diwani, imetengenezwa chini ya kanuni ya 59 kifungu cha tatu ya kanuni ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Ndugu Tumaini Pius Bulebi wa chama cha siasa cha CCM, kwa mujibu wa kifungu cha 106, kifungu ki, kifungu kidogo cha kwanza a na b cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani ya uh, sheria namba moja mwaka 2024 umechaguliwa kuwa diwani katika kata ya Nyakamwaga katika halmashauri ya wilaya ya Geita katika uchaguzi uliofanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Hati hii imesainiwa tarehe 30 mwezi wa 10 mwaka 2025 na kwa muktadha huo sasa, naomba kwa ridhaa yenu ni mkabidhi mshindi hati yake ili aweze sasa kutekeleza majukumu kaji aliyokuwa. Naomba basi niseme kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai aliyotujalia kila mmoja wetu kufikia siku ya leo, amependa tuwepo katika tukio hili adimu ambapo kujidokeza katika kipindi maalum tu basi nianze kushukuru ni familia yangu ndugu zangu jamaa zangu marafiki zangu wote, makampeni manager wote, wafadhili na wale walionishika mkono kufikia hatua hii. Mungu wa mbinguni awabariki sana, na majitoleo yenu akayakumbuke katika maisha yenu yote. Yes, nikishukuru chama changu cha mapinduzi CCM kwa namna walivyonilea kuniongoza na kunipit, kunipitisha katika michujo mbalimbali mpaka kufikia hatua hii. Pia niwashukuru Tume Huru ya Uchaguzi INEC kwa namna walivyoendelea, walivyoendesha zoezi hili kwa haki na amani wakisaidiwa na viongozi wetu wa ulinzi na usalama wa kata yetu ya Nyakamwaga, kauli mbiu yetu inayosema umoja wetu ni nguvu yetu, Nyakamwaga inasonga mbele basi katika umoja huu tutaweza kuwa na nguvu ya kuleta maendeleo kwa wote na maisha yetu yatabadilika na kuwa bora zaidi ya sasa tulivyo, na hivyo Nyakamwaga yetu itasonga mbele. Nitoe rai kwa viongozi wenzangu wote wa taasisi za umma au watu binafsi kwa ngazi zote, tukianza na ngazi ya familia au kaya ngazi nyingine zote za hususani, katika kutoa huduma zetu za kijamii, kila mmoja wetu anapaswa kutoa haki na kuidai haki pasipo upendeleo wowote wa jinsia, kabila, dini, rangi au itikadi ya vyama vyetu au vikundi vyetu, bali kila mmoja wetu atimize wajibu wake aliopewa au kuaminiwa katika nyanja zote. Kama ni mwalimu atimize wajibu wake kwa kuwa mwalimu, kama ni muuguzi atimize wajibu wake kama muuguzi, na kama ni mkulima atimize wajibu wake kama mkulima, na kama mfugaji atimize wajibu wake kama mfugaji, na kama mfanyabiashara atimize wajibu wake kama mfanyabiashara, na sisi kama viongozi tutimize wajibu wetu kama viongozi kwa kwa ufanisi mkubwa, na hapo kila mmoja wetu ataweza kufurahia uongozi uliopo. Mwisho, asanteni sana wote mliojitokeza katika hafla hii fupi ya kutunukiwa hati ya ushindi kwa nafasi hii ya udiwani wa kata wa Nyakamwaga. Na Mwenyezi Mungu awabariki, na tuwe na maisha mema siku zote ambazo Mwenyezi Mungu ametupa uhai. Mheshimiwa diwani, tuliwaona madiwani wengi wanapopata hizi nafasi, chama wanakiacha chama wanafanyaje? Wanakiacha sasa kwenda kuwa diwani. Wewe leo, sio kwamba chama ukiache. Naongea mbele ya hawa watu, tunataka chama kiendelee kuwa na nguvu kupitia wewe. Wewe tumekuweka pale juu, maana yake wewe uendelee kukitetea chama. Tumewaona wengi sana na ninayasema haya kwa uchungu mkubwa, kwa sababu CCM yangu sasa inaenda wapi kwa hali kama hii? Tutakapokuwa tunawachagua halafu mnatutega mgongo, sibarikiwi kabisa na haya mambo. Sasa mheshimiwa diwani, kwenye chama nenda kaanze na ukweli jitekeleza ilani vizuri na yale wananchi waliofikisha kwako, nikimaanisha kwamba kwa upande wetu wa kata ya Nyakamwaga na vijiji vinavyokuzunguka, kitu cha kwanza tuliomba kwamba uwezi kuendelea kutetea mawasiliano, miundo mbinu, barabara zinazinazotunganisha vijiji na vijiji. Wewe kama mheshimiwa diwani zingatia kanuni za, ka, za, za, za, za ilani ya chama kadri tulivyo kusudia. Endapo kama utaenda na maadili, utajali wananchi wako, utajali wanachama chama wako, baada ya kumaliza muhula wa miaka hii mitano, hatuna haja ya kutafuta diwani mwingine, kwa ushindi mnono tuliyoupata, na kwa kweli tumeupiga mwingi sana, vijana wanasema hivyo kwa sababu kata ya Nyakamwaga tulikuwa tumejipanga na tumejipanga kutokana na kujipanga kule na matokeo tuliyoyapata, tumepata matokeo mazuri sana. Tumepata ushindi wa asilimia tisini, tisini na saba kwa upande wa mheshimiwa diwani. Upande wa mheshimiwa mbunge tumepata asilimia tisini na tano upande wa mheshimiwa raisi tumepata asilimia tisini na nane. Kwa hiyo hatuna budi sisi kujipongeza.